Ebwana ubinshani umekuwa mkubwa sana tangu kutolewa kwa ngoma mpya ya Harmonize na Mbosso ambayo iliachiwa jana saa saba usiku na mpaka sasa wimbo una views laki nne na sabini na nne katika mtandao wa YouTube. Kuanzia siku ilipotoka watu wamekuwa wakiibua mijadala mbalimbali wakijadili nani ameua zaidi katika ngoma hiyo. Watu maarufu mbalimbali mbali wametoa maoni yao na wengi wao wameonekana kukubali vesi ya pili iliyoimbwa na Mbosso Khan. Kupitia mtandao wa Instagram kuna mtangazaji anayeitwa Can Barok ambaye aliposti kipande cha wimbo huo na kuandika maneno haya: kosa la kwanza alilofanya Konde ni kumruhusu Mbosso aimbie vesi ya pili, kwani hamjefunzi huyu? Ukimwacha amalize wimbo anakumaliza na wewe. Posti hiyo inaashiria wazi kuwa Mbosso amemfunika Harmonize katika ngoma hiyo. Vesi ya pili ya Mbosso imeimbwa kwa utaratibu mzuri, ikiwa imejaa mifano ya mafumbo na misemo yenye maana nzito, jambo lililochochea na kuteka hisia za wasikilizaji wengi. Wewe kama mfuatiliaji wa Bongo One TV, unaamini nani amefanya vizuri zaidi katika ngoma hii kati ya Harmonize na Mbosso? Tuachie maoni yako chini ya video hii na usisahau kugusa neno subscribe ili usipitwe na matukio yote yanayotrendi kwa wakati. Asante.